Tunaenda swali linalofuata. Linalofuata, litaulizwa na Mheshimiwa Dr. Agustine Liatonga Mrema. Wafanyabiashara ambao walinyang'anywa mahindi yao yakiwa katika vijiji vya Chekereni, Njia Panda, Himo, Marangu, Mtoni na Mwika katika jimbo la Vunjo, wakidaiwa mahindi hayo kupeleka Kenya. Je, serikali ilijuaje mahindi hayo yanapelekwa Kenya ili hali ilikuwa katika jimbo la Vunjo? Swali hili natolewa majibu na Naibu Waziri kilimo, chakula na ushirika Godfrey Zambi. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu naomba kujibu swali la Mheshimiwa Gusiri Atonga Mrema, mbunge wa Vunjo, lenye sehemu A, B na C kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, mwaka 2011 12 Mkoa wa Kilimanjaro uendesha operation ya kukamata bidhaa za magendo katika wilaya za mipakani ambazo ni Moshi, Mwanga, Rombo na Siha. Kazi hii ilifanyika kwa lengo la kupambana na biashara ya magendo mipakani kwa kipindi cha Septemba 2011 hadi mwezi Machi 2012. Operation hii ilihusisha ukamataji wa bidhaa za mahindi na sukari iliyofanyika maeneo mipakani, ya mipakani pasipokuwa na vibali na kutolipwa ushuru. B. Mheshimiwa Spika, mahindi yaliyokamatwa mkoani Kilimanjaro ni jumla ya tani 9171 yenye kilo 100 kila moja na kati ya hayo yaliyotoka jim, yaliyotoka jimbo la Vunjo ni magunia 5312. Aidha, ulitolewa muda wa wahusika kwenda kukomboa bidhaa zao. Mahindi yaliyokombolewa ni magunia 3147. Hivyo jumla ya magunia 1976 kutoka jimbo la Vunjo yaliuzwa kwa wananchi che. Mheshimiwa Spika, mahindi yaliyobakia na kutaifishwa kwa mkoa mzima ni magunia 4,072 yenye thamani ya shilingi milioni 149,168,100 ambapo kati yake magunia 1976 yenye thamani ya shilingi milioni 72,386,091 ni kutoka jimbo la Vunjo. Jumla ya fedha iliyopatikana kwenye operation ya mahindi na sukari ni shilingi milioni 469 450. Kati ya fedha hizo shilingi milioni 40,374 na 51 zilitumika kama gharama za kuendesha zoezi hilo, hivyo fedha zilizowekwa kwenye mfuko wa hazina ni shilingi milioni 4927 na 499. Mheshimiwa Mrema, swali la nyongeza. Spika, naomba nimuulize mheshimiwa waziri jimbo la Vunjo liko karibu na mpaka wa Kenya. Sasa watu wakilima mahindi Marangu, Mamba, Mwika, Kilema, Kahe na nini, njia ukitaka kwenda Dar es Salaam unapitia Himu, ukitaka kwenda Arusha unapitia Himu. Sasa ni kwa sababu gani serikali inaweka beria katikati ya jimbo kuwabugudhi wananchi kuwasumbua wananchi, wa vunjo hawana amani hawana raha kutokana na beri ambazo hazina maana, badala ya kuweka beria kule mpakani, kwa sababu mpaka wa Kenya na Tanzania unajulikana, unakaa wapi? Sio himo wala sio chekereni wala sio njia ya panda wala sio mamba wala sio mwika, katikati ya jimbo langu mna sumbwana na wafanyabiashara na sumbwana kina mama vijana wafanyabiashara ndogo ndogo ambao wanatoa kaa Marango, wanaenda Mamba sokoni pale Mwika sokoni mna wabugudhi kwa kisingizio kwamba mnazuia magendo. Ni magendo gani hayo yanayofanyika ndani ya ndani mpaka, ndani ya jimbo la Vunjo? E, be yake sasa jimbo la Vunjo kutokana na mkoa mkoa kuzuia watu wasilime, wananchi wa jimbo langu kule Mwika kaskazini, Mwika kusini, Marangu magharibi, Marangu mashariki, Mamba kaskazini, Mamba kusini, Kilema, waliwazuia pale Lokolova, na wewe Mheshimiwa ulifika pale, wewe ndio uliturudishia ile hati ya ushirika. Sasa miaka minne wananchi wangu hawajalima, wana njaa na mahindi mmeuza na hela ziko hazina. Je, mko tayari kurudisha hizo fedha kutoka hazina mnunue chakula mwaletee watu wa jimbo la Vunjo ili waweze kujiandikisha vizuri na waweze kuwapigeni kura kama mnavyotaka. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu napenda kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Lyatonga Mrema, mbunge wa Vunjo, maswali yake mawili kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la kuweka vizuizi kimsingi ni suala la halmashauri. Tunaamini halmashauri zinakuwa zimefanya tathmini ya kutosha kabisa kabla hazijaamua kuweka vizuizi, na kama nilivyosema, pamoja na kwamba Mheshimiwa mbunge anasema kwamba wamesumbuliwa wananchi wake, lakini nimemwambia hapa kiwango cha mahindi na sukari vilivyokamatwa katika jimbo lake, Mheshimiwa mwenyekiti, ni, ni, ni viwango vikubwa sana. Kwa hiyo serikali isingeweza kunyamaza kwa sababu watu hawa wana ujanja mwingi, wanaweza wakasema wanachukua chakula kutoka kata fulani kwenda kata nyingine, lakini mahindi hayo mengine ndio yaliokuwa yanakamatwa kwamba yanaenda kuuzwa nje ya nchi. Sasa mimi ni msihi kwa sababu waheshimiwa wabunge wote ni wajumbe katika vikao vya halmashauri, ninaomba sana, tunaposhiriki kwenye mikakati ya kuweka vizuizi basi tushauriane vizuri ni maeneo gani. Lakini bunge hili haliwezi likaziamulia halmashauri kiasi gani au mahali gani waweke vizuizi kwa sababu kwa sababu ya kwa sababu ya kukamata bidhaa za magendo, lakini tuseme kwamba vile vizuizi ambavyo tunaamini ni vina usumbufu tutaendelea kuwasiliana na mamlaka ya mikoa ili vile ambavyo vina, vina usumbufu kwa wananchi vi viweze, viweze kuondolewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa swala B kwamba wananchi walizuiwa, kwa hiyo wana njaa na kwamba mahindi yao yalikamatwa yakauzwa, je, serikali itarudisha hela zao? Niseme Mheshimiwa mwenyekiti pesa zilizouzwa kwanza, kwanza naomba kwanza, na nimwahakikishie mheshimiwa wa aliatonga mlemo kwamba wananchi waliruhusiwa kukomboa wa bidhaa zao, kwa mahindi yote yaliyokamatwa na bidhaa ya sukari pia iliyokamatwa, wale ambao walikuwa na sababu muhimu na wale waliolipa faini zilizoweka walirudishiwa mahindi yao. Yale mahindi yaliyotaifishwa na kuuzwa ni ya watu ambao hawakupatikana katika muda uliostahili, na kwa sababu serikali ilitaifisha vitu ambavyo ni vya magendo, ikauza pesa zilienda kwenye mfuko wa hazina, na mheshimiwa mwenyekiti, wote tunajua pesa zikienda kwenye mfuko wa hazina zinarudi kwenye maeneo yetu kwa njia nyingine ya kodi, kwa ajili ya shughuli za maendeleo ya wananchi. Kwa hivyo vyovyote vile, hey, pesa hizo pia ni za serikali na wilaya ya Vunjo au, au jimbo la Vunjo linanufaika na pesa ambazo zinatoka pia katika mfuko wa hazina. Asante.